za timu ya taifa basi fahamu kikosi cha chekundu wa msimbazi kinaendelea kujifua kwa ajili ya mechi ya big man, ambapo mechini ya, ya kombe la shirikisho nchini Tanzania, yani CRDB Benki Federation Cup, sambamba na mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika tu ya robo fainali dhidi ya Al Masri. Sasa siku ya leo klabu ya soka ya Simba hivi sasa tunavyoongea wanacheza mchezo wa kirafiki indo, yani mchezo ambao kwa upande mwingine haujaruhusiwa kuingia watu kwenda kuutazama pamoja na television mbalimbali kuweza kuurusha, kwa sababu mchezo huu Simba wanajiandaa nao, ambapo Simba wanacheza mchezo huu katika uwanja wa KMC Complex dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya KMC, ambapo ifahamike, hapo jana, KMC wametoka kucheza mchezo dhidi ya Azam na kushinda bao nne kwa mbili. Kwao Simba wanaamua nao kujipima na KMC ikiwa ni sehemu ya maandalizi yao kuelekea katika mechi zao ambazo tumeweza kutajia, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji ambao hawapewi nafasi ya kucheza katika kikosi cha Simba, hii leo wameweza kupewa nafasi. Sasa fahamu kwa upande wa kikosi cha kwanza ambacho Simba wameweza kuanza nacho, golini ameanza Hussein Abel, eneo la fullback namba mbili ameanza mchezaji anaofahamika kwa jina la David Kameta Duchu, huku fullback namba tatu ni Valentin Noma, huku eneo la center back namba nne ameanza Shamuka Arabua, sambamba na mchezaji kuseni kazi eneo la kiungo namba sita Simba Sports Club wameanza na mwamba mwenyewe Agustino Kejefa, huku eneo la winga namba saba klabu ya soka ya Simba wameweza kuanza na Lada Kichasambi, na eneo la kiungo namba nane Simba wameanza na Fabi Siluamba Goma. Mshambuliaji kinara ambaye anaongoza safu ya ushambuliaji namba tisa ni Lionel Christian Atiba Mbida, huku eneo la kiungo namba kumi Simba wameanza na Janchale Awa na winga namba kumi na moja Simba wameanza na mchezaji Elimpanzu panzu kibisawala ambapo tunaona iko ndicho kikosi cha Simba ambacho kwa sasa kipo dimbani katika mchezo wa kirafiki dhidi ya KMC Complex. Tunakusisi tu kama bado jiungana na familia yetu subscribe kwa sababu tutakwenda kuletea updates zote kuhusiana na mchezo huu wa kirafiki ambao unaendelea pale katika uwanja wa KMC Complex, kasti ya Simba Sports Club dhidi ya KMC.